Hakimu wanabana wa mikono, wanasheria wanajua, no reform no election, sio ugaidi. Kwa nini wameendelea kumshikilia mtu kwa sheria ambazo wanajua kwamba haziko sahihi? Wanachofanya sio haki. Katika historia ya kisiasa ya Tanzania, jina la Tundu Lisu limejikita kama ishara ya upinzani usioyumbishwa, ujasiri wa kuikosoa serikali na harakati za kutetea haki za kiraia na demokrasia, Wakati ambapo shughuli za Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA anachotoka Tundu Antipasilisu zimesitishwa au kuzuiwa kwa visingizio mbalimbali. Sakata la Tundu Lisu linatoa taswira pana kuhusu hali ya siasa za ndani ya nchi. Tukio hilo linaakisi mazingira ya kisiasa yanayoshuhudiwa kwa sasa, msukumo baina ya udhibiti wa kisiasa na matakwa ya demokrasia ya kweli. Rais Samia kikimpata chochote Risu, kwenye mikono yako gerezani utaijibu Tanzania na utaijibu dunia. Vita hii bado mbichi sana. Wasijidanganye, hakuna uchaguzi bila mabadiliko. Hauko kama ambavyo wakili wa kujitegemea Godfrey Wasonga anavyosisitiza kama huku chini mwenendo hauko sawa, kwa pande huko juu, ili huku waende wakaonyeshe prima facie case, yani waonyeshe mwanzoni kama kweli kuna element hata kidogo ya nini, ya uhaini treason. Hakuna treason pale, na kama ndivyo, mimi nasema hivi Tundulisho DPP, ambaye anamshikilia anatakiwa mwachie haraka arudi kwenye mchakato. DPP atakiwa kuingilia mambo ya uchaguzi. Mlalamikaji pale ni nani? Kwa sababu no reform no election, manake ni kwamba alikuwa anagomesha nini? Si uchaguzi? Sasa mbona tumeandikisha watu mtaani, hata mimi mwenyewe nimejiandikisha, nitapiga kura. Si angeanza kugomesha watu wasijiandikishe? Watu wamejiandikisha. Wanachotakiwa kukifanya serikali, wanatakiwa wache ugomvi wa vyama vya siasa. Jambo la kwanza, dalili za kupungua kwa ustahimilivu wa kisiasa hivi karibuni. Katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha Mapinduzi CCM, katika mojawapo ya mikutano katika mkoa wa Kilimanjaro, aliwafananisha wanaopinga sera za chama chake kama panya, na wengine baadhi wachache ambao wanaashiria wana kuwa na vikauli kauli vya uchochezi wa angalia usoni na fananisha na panya. Kusitishwa kwa mikutano na shughuli halali za kisiasa za chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA sambamba na vikwazo vinavyomkabili Tundu Antipas Lissu kama mmoja wa viongozi wake wakuu kunaashiria kupungua kwa nafasi ya uhuru wa kisiasa nchini. Eh, mahakama ilipotoa amri hiyo, wakili wa wajibu maombi, yaani wa chama cha CHADEMA pamoja na katibu mkuu akaomba kujitoa mahakamani, kwamba hahitaji tena kuwakilisha wateja wake na kwa hivyo akiendelea kuwakilisha wateja wake itakuwa yeye ameona pengine kwa interest zake haitofaa. Kwa hiyo akawa amejiondoa mahakamani na mahakama ikatoa amri ikam discharge. Baada ya hapo mahakama ikatoa order kwamba ombi la zuio lisikilizwe ex parte. Kwa hiyo tumesikiliza ombi la zuio ex parte, yani ex parte maana yake upande mmoja. Kwa, kwa, kwa sababu wale walikuwa mahakamani wakaamua kuondoka mahakamani. Kwa hiyo mahakama ikasikiliza ombi la zuio ikawasikiliza waombaji upande mmoja kwa sababu wajibu maombi walikuwa hawapo na wameondoka wame mahakamani, na ikatoa amri zifuatazo: mahakama imezuia eh, kwa muda eh, imetoa oda, imezuia kwa muda eh, kwamba eh, shughuli zote za za chama yani, kwa maana ya kwamba eh, mikutano ya wao wenyewe au wafanyakazi wao au mtu mwingine yoyote ambaye anaakti kwa niaba ya chama zimezuiliwa mpaka hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa na mahakama Kuu, masijara ndogo ya Dar es Salaam. Jambo la pili, kama ambavyo wakili Jebra Kambole alivyojitoa katika kesi iliyosimamisha shughuli zote za Chadema, akilalamikia kuwa hoja za mawakili hazikusikilizwa ipasavyo, hairisho lile alikuwa sawa, kuzuia kwa hairisho kwa lile shauri alikuwa sawa, kwa sababu mwisho wa siku shauri lenyewe aliko chini ya hati ya kiapo, hati ya dharura, ni shauri la kawaida tu lakini kuona kwamba maamuzi yanatoka leo, mapingamizi yetu yanasikilizwa leo, mapingamizi yao yanasikilizwa leo eh, na kesi ya msingi ya maombi nataka kusikizwa leo haikuwa sawa sana. Na siyo kwa sababu tumekuwa tukiendeleza shauli na tunaona mambo yanavyokwenda anavowenda, mimi binafsi nikaona kwamba siitendei si, haki chama na wanachama kwa namna shauri ambavyo linaenda kwao, nikamtaarifu Mheshimiwa jaji kwamba siwezi nikaendelea na kusikiliza maombi ya, ya zuio kwa sababu naona kama sitendei haki. Na sitendei haki kwenye hilo shauri. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba sitendei haki na mimi sitendi haki kwenye hilo shauri, nikamtaarifu Mheshimiwa kwamba naomba nijiondoe kwenye hili shauri ili chama kipate muda wa kuleta wakili mwingine hata kwa siku ya kesho, lakini naona jaji ameshindwa kabisa kukubali hata hiyo hoja ya msingi ambayo inahusiana na haki ya kusikilizwa ya chama haki ya kuwakilishwa ya chama kwenye shauri hili. Kwa nchi yoyote inayodai kuwa ya kidemokrasia, sauti mbadala ni muhimu katika kujenga taifa lenye usawa. Tundu Lissu ni sauti mbadala yenye uzito mkubwa, si kwa sababu ya nafasi yake kisiasa pekee, bali kwa sababu ya uwezo wake wa kuwasilisha hoja zenye mashiko na kuwahamasisha wananchi. Hakuna ubishi kwamba mshtakiwa alipoingia tu ametoa maneno ambayo wakili wa utetezi ameyarudia kwa ufasaha, wakili Pita Kibatala, kwa kusema mshtakiwa alitamka no reform no election. Pale ambapo serikali au vyombo vya dola vinamlenga Lisu kwa lugha za vitisho, kuzuiwa kufanya mikutano au hata kushambuliwa kisiasa na kihisia inakuwa ni dhihirisho la juhudi za kudhibiti mijadala yenye changamoto kwa watawala. Hii hudhoofisha nafasi ya mijadala ya hoja na kuimarisha siasa za woga. Jambo la tatu, kuwepo kwa mgawanyiko mkubwa wa kisiasa. Sakata la Tundu Lissu linazidi kuonyesha jinsi taifa linavyogawanyika kisiasa. Kuna kundi linalomuunga mkono kama shujaa wa haki na demokrasia na jingine linalomuona kama mkaidi au mchochezi. Hali hii inazua hofu ya siasa zenye misingi ya mivutano ya kudumu badala ya hoja. Serikali inapochukua msimamo mkali dhidi ya viongozi wa upinzani kama Lisu, badala ya kuendesha shughuli za kushirikisha, huchochea zaidi mpasuko huo wa kisiasa. Siasa huwa si tena chombo cha kuhudumia wananchi, bali vita ya makundi hasimu. Wakili wa kujitegemea Wasonga yupo upande wa Lisu akihoji katika sakata hilo, nani ni mlalamikaji? Hakuna prison, prison pale, na kama ndivyo, mimi nasema hivi Tunduliso DPP, ambaye anamshikilia, anatakiwa mwachie haraka arudi kwenye mchakato. DPP atakiwa kuingilia mambo ya uchaguzi. Mlalamikaji pale ni nani? Jambo la nne, udhaifu wa taasisi za kidemokrasia katika mazingira ambayo sakata kama hili linaendelea bila uingiliaji makini wa taasisi kama Tume ya Taifa ya Uchaguzi, Bunge, Mahakama au Ofisi ya Msajili wa Vyama vya Siasa, taifa linaonyesha udhaifu mkubwa wa taasisi zake za kikatiba. Hali hii inaathiri imani ya wananchi kwa mfumo mzima wa kisiasa. Ukimya au kushindwa kwa taasisi hizi kuchukua hatua za wazi na huru kunathibitisha hofu kuwa taasisi zimevamiwa kisiasa au zimepoteza uwezo wa kusimamia haki, uwazi na demokrasia. Wakili msomi Edison Kilatu anafafanua namna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa anavyolinda maslahi yake badala ya majukumu aliyopewa ya kukuza demokrasia ya vyama vingi katika taifa la Tanzania. Leo kwenye Chadema tuassume kwamba katibu mkuu na secretariat labda ina mapungufu, eh, labda ina mapungufu ya kupatikana kihalali. Mwenyekiti na makamu mwenyekiti, chama si wapo kihalali wamechaguliwa? Mbona kwa Lipumba aliweza kutoa ruzuku? Kama issue hii ilikuwepo kwamba kuna tatizo, kwamba ikitokea kuna tatizo kwenye secretariat chama akipata ruzuku, si hata kwa CUF vile vile angezuia isingekuwa imetolewa. Lakini sasa hii inaleta double standard, yani mtu anajaribu kujiuliza alitumia criteria gani wakati wa kutoa ruzuku kwa Profesa Lipumba lakini kriteria hiyo ambayo ilitumika kwa kinalipumba huku haiwezi katumika kwa upande mwingine. Haya ni mambo ambayo hayahitaji sana kwa umesoma sheria na wala hayahitaji hata kuwa na D mbili, yani hata kama una D hata moja unaweza kaangalia kwamba hii ni changamoto. Kwa mimi nafikiri hii ofisi ya msajili inahitaji iendelee kujitafakari kuona jinsi inavyoenda, kwa sababu Tanzania wanaona, na haya mambo tunayofanya yatabakia kwenye record. Hapa leo tunazungumza vizazi vitakuja vifuatie record hii, mm -hmm na mwisho wa siku watakuja kutushangaa kwamba watu walikuwepo ni watu wa aina gani. Marehemu uh, mzee Jackson Mvangira Makweta, mbunge wa Njombe Kaskazini, alikuwa anasema kwamba kuna mambo mkifanya, baadaye vitukuu vyetu vitakuja kupiga ngumi makabuli yetu. Kwa hiyo mimi nadhani tusifike levo ambayo uzao wetu baadaye utakuja kusema babu zetu waliishi walikuwa wapumbavu sana. Jambo la tano: kuzuia ukomavu wa demokrasia. Tanzania ikiwa ni nchi iliyoruhusu mfumo wa vyama vingi tangu mwaka 1992 ilitarajiwa kuwa na maendeleo ya wazi katika ustaarabu wa kisiasa. Hata hivyo, sakata la Tundu Lissu linaonyesha kuwa bado kuna ukakasi mkubwa katika kukubali upinzani kama sehemu halali ya ujenzi wa taifa. Serikali inavyoonekana imeshindwa kuishi na ukosoaji wa wazi inakuwa kizuizi kwa ukuaji wa demokrasia ya kweli. Demokrasia inakuwa na maana tu iwapo vyama vyote vinapewa nafasi sawa ya kushiriki kisiasa na kuwa huru kuwasiliana na wananchi. Amos Makala, katibu wa itikadi na uenezi wa CCM, anashusha vijembe dhidi ya upinzani hususani Chadema, kuhusiana na kauli mbiu ya no reforms no election hata ungeposti posti, posti milioni miangapi mi, mamilioni na mamilioni, no reform no election, uchaguzi upo pale pale, haisaidii hata ningese, yaani wenjo tuweka pale tukiweka posti weweka haisaidi, uchaguzi hausogezwi, utafanyika kama ulivyopangwa. Kwa ujumla sakata la Tundu Lissu na Chadema kuzuiwa kufanya shughuli zake kwa takribani siku 14 linatoa taswira ya siasa za ndani nchini Tanzania kuwa ziko katika kipindi cha mvutano na misukosuko ya kiitikadi. Ukosefu wa uhuru wa kisiasa na ongezeko la matumizi ya nguvu za serikali kudhibiti upinzani ni picha inayopaswa kuwatia wasiwasi wote wanaoamini katika haki, usawa na utawala bora. Kama taifa linataka kuendelea mbele kidemokrasia, ni muhimu kuruhusu sauti kama ya Tundu Lissu kushiriki kwa uhuru katika siasa na kuhakikisha kuwa vyama vya siasa kama Chadema havizuiwi kwa misingi ya hofu au ukiritimba wa madaraka. Taifa linajengwa kwa mijadala, sio ukimya.